Alikuwa ni mtu wa kawaida sana, hata si wa kawaida, ni kama dunia ilimsahau. Jina lake halikujulikana na wengi, wengine walimwita yule omba omba wa daraja la Kariakoo. Alikuwa akilala chini ya daraja, chandarua chake ni katon, mto wake ni kiatu kilichochoka. Alitemewa mate, alidharaulika, mkewe alimkimbia alipofilisika, ndugu walimchukia, waliona ni mzigo. Lakini maisha huwa na sura mbili, moja ya sasa, nyingine iliyojificha nyuma ya pazia. Siku moja usiku wa manane akiwa amelala pale pale chini ya daraja mvua ikinyesha, kwa mbali alisikia makelele ya magari yakija kwa kasi, taa zikamulika kama radi. Ilikuwa ni purukushani ya polisi na majambazi. Mahali pale ni kona kali, moja ya magari ya majambazi likapoteza mwelekeo, likapatuka, bastola zikarushwa nje, milio ya risasi ikavuma kama ngoma ya vita. Watu walikimbia, lakini yeye hakushtuka sana, alikuwa amezoea vishindo vya dunia. Alipoenda kuangalia kwa tahadhari Alikuta mabegi mawili yametupwa mita chache kutoka pale. Aliyavuta kwa haraka na kutoweka gizani kama kivuli. Alipofika mafichoni, alifungua begi la kwanza, lilijaa noti safi mpya, milioni juu ya milioni. Begi la pili, dhahabu na madini yenye thamani ya ajabu. Machozi alimtoka. Dunia ilikuwa imemchapa kwa mijeledi, lakini usiku huo ikampa nafasi ya pili. Miaka michache baadaye, mtaa wa Kariakoo ulianza kusikia habari za mfanyabiashara tajiri ajaye kwa miguu, mwenye moyo wa kusaidia maskini, aliyejenga makazi ya wasio na makazi, hospitali ya bure na shule ya watoto wa mitaani. Alipokuja Kariakoo, watu waligundua ni yule yule omba omba wa zamani, sasa akiwa amevaa suti ya heshima, lakini macho yake yakiwa bado na upole ule ule wa mtu aliyewahi kulala chini ya daraja. Na pale alipokaa aliandika kwa jiwe, usimdharau mtu kwa hali yake ya sasa, hujui kesho yake iko vipi. Nyuma ya pazia maisha yalibadilika, lakini ndani ya moyo wake bado kulikuwa na kivuli cha daraja. Alikula vyakula vya hoteli ya nyota tano, alilala kwenye jumba lililokuwa na sakafu ya marumaru, lakini kila usiku alikumbuka kartoni aliyokuwa akiitumia kama blanketi. Hakutaka yoyote ajue chanzo cha utajiri wake, aliishi kwa tahadhari. Mabegi yale mawili yalikuwa baraka, lakini pia laana iliyojificha. Alijua muda wowote siri ingeweza kufichuka. Mmoja wa majambazi waliokuwa kwenye lile gari lililopinduka usiku ule hakuwa amekufa kama polisi walivyodhani, alikuwa amejificha, Akiuguza majeraha na kutafuta begi lake la fedha. Siku moja alipokuwa anaangalia taarifa za habari, akamwona tajiri mmoja mpya. Sura yake ilimjia kama ndoto iliyowahi kuishi. Ni yeye yule omba omba wa chini ya daraja. Mjamabazi huyo akaanza kumtafuta kimya kimya. Alijua tajiri huyo sasa anaishi kwenye jumba kubwa Sinza, lakini hakutaka kumwendea moja kwa moja. Aliamua kumtisha kwanza. Tajiri alianza kupokea barua zisizo na majina zikiwa na picha zake akiwa chini ya daraja, nyingine zikiwa na ujumbe mfupi: nafsi yako haijanunua amani kwa hizo hela. Tunajua ulivyozipata, usitake tupasue pazia lako la sasa. Alianza kuishi kwa hofu. Alimchukua mlinzi wa kibinafsi, akaweka kamera kila kona ya nyumba, lakini bado alisikia kuwa anafuatwa, si na majambazi tu, bali pia na majuto ya ndani. Usiku mmoja, akiwa amekaa peke yake sebuleni, aliandika kwenye daftari: Mungu, kama nitapoteza haya yote, usiniondoe tena utu wangu. Sina cha kuogopa, lakini nina mengi ya kujifunza. Siku iliyofuata, mtu mmoja alifika getini, mzee wa makamo, sura yake ikiwa na makovu ya risasi. Alijitambulisha kama rafiki wa zamani. Alipoingia, hawakusema mengi. Waliangaliana kimya. Baada ya muda, jambazi huyo akasema, ulichofanya ni wizi, lakini ulikinywea kwa maumivu. Una roho ambayo mimi sikuwahi kuwa nayo. Badala ya kumtishia au kumwibia tena jambazi huyo alimwomba msaada. Alikuwa amechoka na maisha ya uhalifu. Tajiri huyo badala ya kulipiza kisasi, alimpa kazi katika moja ya vituo vya kusaidia vijana waliopotoka. Ilianza safari mpya ya kutoa, ya kusamehe na ya kujifunza kuwa pesa inaweza kubadilisha hali, lakini haibadilishi utu wa mtu. Kama sifa zilianza kusambaa kama moshi wa ubani, watu walimsifu kwa moyo wake wa kusaidia, wengi walimwona kama malaika wa mitaani. Lakini si wote waliokuja walikuwa na nia njema. Wengine walikuwa na njaa ya fursa, si ya haki. Mmoja wa watu wa mwanzo kumfuata alikuwa mke wake wa zamani, yule aliyemkimbia alipokuwa ombaomba. Alikuja akiwa kavaa kistaarabu, machozi yakimtiririka usoni. Nilikosea, nilikuwa mdogo, sikuwa na uvumilivu, alisema kwa sauti ya unyonge. Alimwangalia kwa muda mrefu, kimya kikatawala chumba. Hakumsema vibaya, hakumkaripia. Aliinuka akamletea kikombe cha chai. Siku hizi sipendi kusikiliza maneno, alisema kwa sauti ya utulivu Ninatazama matendo. Kama kweli unataka kuanza upya, si kwa maneno, ni kwa maisha. Mkewe wa zamani aliona kuwa njia ya kurudi haikuwa rahisi kama alivyodhani. Hakuwa akimtafuta mume, bali nafasi katika maisha ya starehe. Aliondoka kimya, akijua hakuwa tena na nguvu juu ya moyo aliojeruhi zamani. Lakini hakukuwa mwisho wa mitihani. Ndugu waliomtenga zamani, nao walifika wakiongea juu ya familia, umoja na msamaha wa damu. Wengine walimtaka wajengee nyumba wengine wakitaka mikopo ambayo hawakuwa na nia ya kurejesha. Aliamua kuketi peke yake na kutafakari. Aliandika kwenye kijitabu chake. Siku zote nilikuwa na roho ya kutoa, lakini sasa lazima nijifunze namna ya kutoa bila kuliwa. Upendo hauna mipaka, lakini msaada lazima uwe na hekima. Akaanzisha sera mpya katika taasisi zake. Mtu yoyote anayehitaji msaada, lazima apitie mafunzo ya miezi sita ya kazi na tabia. Hakutaka watu wasaidike kwa huruma tu, bali kwa kujifunza njia ya kusimama kwa miguu yao. Pia akaanzisha mpango wa kuwasomesha watu waliokuwa wamemkosea, hata wale waliomdharau. Alijua kuwa kulipiza si kwa kulipa ubaya kwa ubaya, bali kwa kujenga watu wapya, hata kama walimvunja zamani. Na kila jioni akiwa peke yake juu ya dari la jumba lake, alitazama taa za Kariakoo, sehemu alikoanzia, na kusema kwa moyo, maisha ni kitabu, ukurasa wa kwanza unaweza kuwa wa giza, lakini usiweke mwisho kabla hujafika mwisho wa simulizi. Utajiri wake uliendelea kuongezeka, si kwa sababu ya pesa tu, bali kwa hekima ya moyo aliyokuwa ameijenga kupitia mateso. Taasisi alizoanzisha zilianza kuenea hadi mikoani: vituo vya kulea watoto wa mitaani, vyuo vya ufundi, hospitali za bure na mashamba ya kilimo kwa vijana waliotoka jela. Lakini kadri jina lake lilivyoenea ndivyo pia changamoto zilivyoongezeka. Vyombo vya habari vilianza kuchimba historia yake, kulikuwa na fununu: tajiri huyu aliibukia wapi ghafla? Maswali yakaanza kuulizwa kwa sauti ya shaka. Siku moja gazeti moja maarufu liliandika kichwa kikuu: neni au neno siri utajiriwaghaf laj, huyu ni mfadhili au ni tajiri wa kivuli? Watu waliokuwa wakimsifu, baadhi wakaanza kutilia mashaka. Marafiki wa karibu wakamwambia ajitetee hadharani, aeleze alivyopata mali yake, lakini alitulia. Hakutoa tamko. Badala yake, alikaa kimya kwa siku tatu akifunga na kuomba. Usiku wa siku ya tatu akiwa kwenye chumba chake cha faraga, alipata ndoto, ndoto ya mtu akiwa kwenye msalaba, si kwa sababu ya uovu wake, bali kwa sababu ya kuwainua wengine. Alipoamka aliandika maneno haya: si lazima watu waelewe safari yako ili wa kuheshimu wengine. Waliona nilipoanguka, wachache wanaelewa nilivyoinuka. Niko tayari kubeba msalaba huu wa utukufu, hata kama ni mzito. Kisha akatayarisha hotuba. Akaita waandishi wa habari, viongozi wa dini, wanajamii na hata maadui wake wa zamani. Alisimama mbele yao bila walinzi, macho yake yakiwa makini lakini yenye amani. Niliwahi kuwa chini ya daraja nikitafuna mabaki ya chakula, nikitemewa mate. Siku moja bahati ilibisha hodi kwa mlango wa uchochole. Nikapata pesa, lakini mlichokosa kujua ni kwamba nilihifadhi roho ya utu hata wakati nikiwa na njaa. Leo mnanitazama na kunishuku, lakini huu utajiri si wa wizi, ni wa mabadiliko. Kama mnahitaji kunichunguza, fanyeni. Nitafungua kila ukurasa wa maisha yangu. Lakini msiniulize nimepata nini, jiulizeni nimefanya nini. Nacho kulikuwa kimya kikubwa ukumbini. Baadhi walilia, wengine walitazamana kwa mshangao. Siku ile hakutetea pesa, alitetea heshima yake kwa ukweli usio na hofu. Na kuanzia siku hiyo watu wakaanza kumheshimu, si kwa mali yake, bali kwa msimamo wake. Lakini alijua mapambano hayajaisha. Moyo wa mtu tajiri huwa kwenye hatari kila siku, mstari wa hatari ya kiburi, hatari ya tamaa mpya, na hatari ya kusahau alikotoka. Aliendelea kuandika kwenye daftari lake dogo.